Huu ni wasaa wa Lenzi, na kwenye Lenzi, ikiwa leo ni Desemba 31, kuelekea kumaliza mwaka 2025, Lenzi tunajikumbusha namna ilivyokuwa siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, na siku zilizoendelea na hali ya maisha ilivyokuwa. Karibu utazame ilivyokuwa. Asubuhi ile haikuwa ya kawaida. Jiji liliamka likiwa limepoa, watu wachache barabarani, magari nayo ya kuhesabu zile boda na bajaji zinazotamba mjini nazo zilikuwa kama unatafuta kisima jangwani. Lakini ndani ya EATV sisi tuliamka na kuingia barabarani kukusanya matukio yote yatakayozalisha taarifa ulizokuwa unazitarajia kupitia television, radio hadi mitandao yetu ya kijamii What's happening? What's happening? Tangu alfajiri kila mtu alikuwa kwenye nafasi yake, hakukuwa na ho, mara niko njiani, oh nakuja. Kila mtu alikuwa kwenye nafasi yake tayari kusonga mbele, lakini kadri siku ilivyosonga mambo yakaanza kubadilika, mitaa mingine hali ikachafuka, sauti za vurugu zikaanza kusikika. Hapo ndipo kazi ya habari inapokuwa ngumu zaidi, lakini hapo hapo inakuwa muhimu zaidi. Subhanallah mwanne, ilikuwa najisikia vibaya sana. Baada ya kukaa pale, tuliona kuna baadhi ya risasi zilikuwa zikielekea eneo la karibu ambalo tulikuwa tukazidi kupata uoga zaidi tukaomba hifadhi kwenye apartment moja ambayo ilikuwa ni karibu na hiyo hoteli ambayo tulipaka. Ingia chini ya gari hapa. Mwanne natosha mimi hapalaza -la nikiti cha nini? <laughs> <laughs> <laughs> <Chazia kupa. laughs> kikubwa tuko kwenye mazingira ambayo ni magumu kwenye jua kali. Kwa hiyo tunaomba kupaki sehemu kujificha kwa ajili ya usalama wetu. Mtandao ukazimwa, material yote yakakosekana hakukuwa na picha mpya za matukio yaliyokuwa yakijiri huko mtaani. Kwa asubuhi, niliweza kutawanya timu kama mhariri, kwa kushirikiana na timu nzima, kwa sababu nyuzi umefuka. Tumejipanga vizuri na timu ya production ina wengine kwenye idara tofauti tofauti ambazo zinasapoti uh, tukajipanga, lakini ilipofika muda wa mchana, ile timu ambazo zilikuwa kuanzia mkoani kwa Dar es Salaam walikuwa tayari wana material. Hii ni namna ya kuyatuma baada ya mtandao kususuaik pale ambapo vurugu zilianza na kufanikiwa kwa uchache, kwa sababu mwanzo vurugu zilipoanza hazikuwa na taswira hiyo kubwa, lakini kadi ambapo muda ulikuwa unaenda, ndivyo zi ambapo zilizidi kuwa kubwa na rapsha zikawa zinatishia. Sasa ipo ambapo sasa, kama una mwandishi Kinyerezi, kama una mwandishi unamrudishaje? Kabla hatujakaa sawa, likaja tamko la IGP: hakuna mtu yoyote yule anayeruhusiwa kuonekana barabarani au kwenye mitaa yoyote ile, kuanzia muda huo wa saa kumi na mbili niliyoutaja. Baadhi ya waandishi wetu walikuwa bado maeneo mbalimbali na zilipo studio za EATV hapo, haikuwa tena habari, uliangalia usalama wa maisha yao.

kuondoke na usalama na waangaliaji. Kasema kaka kulete, kasema ufike nyumbani hapa ni karibu kwa hiyo ndio ofisini, nishuke, kama mimi tutafute boda boda. Hapo nishuke, kwa hiyo action ilikuwa kwenye movie, tunaona kwenye movie kwamba movie watu wanakimbizana na boda boda. Si? kwa hiyo sisi katika maisha yetu kwa siku ile, yaani tuko tunaishi maisha hayo

Akuusiwa kutoka nje mida ya saa kumi na mbili, tangazo ilitoka ilikuwa mida ya jioni saa kumi kumi na moja nyumbani kwangu ni msombali, ilipelekea kutoka kwenda nyumbani, lakini nimefika njiani nani hali haikunishawishi kuendelea na safari, msingi yangu cha msingi kukifanya nirudi kwa usalama wangu zaidi. Ai, nimerudi hapa umundani, tunakutana mwenzangu na wafanyakazi wengine wa hudumu wa ofisini, wahariri, wazalishaji wa vipindi walilazimika kubaki katika ofisi za EATV kwa takribani siku tano. Ofisi ikawa nyumbani. Kwanza mimi sikupata shida nilivyokuwa humu ndani, wakati ule tangazo la pli natoka ukanje, umesha wa saa kumi na mbili tulivyoanza safari ya kutoka tulipokuwa mpaka hapa makao makuu ya East Africa TV na uh, radio tulipita barabarani kwanza kuchukua mazaga. Mimi kwa sababu ninapenda kula hicho <laughs> ya vurungu, lakini nikasema sasa siwezi nikaenda nikakaa na njia Nika, nika, nika deliver kwenye kibanda cha chipsi, kuna ule msemo anasemaga bora ugari dagaa kwenye amani wali nyama vitani. Ule, ule msemo ndo liuona maana yake kabisa. Bona mi moja ya kitu kibaya zaidi kiikumba ilitoka nyumbani asubuhi yatarshkabilauo na zuio linatokea ile la IGP kuweza tena kurudi nyumbani kupata nguo kwa sababu nilikuwa nalazimika kuandaa habari haraka iliweze kuruka saa moja usiku na tayari muda wazuia. Kama nilivyotoka nyumbani, ndivyo ambavyo nilibaki mpaka ile Jumapili kuanzia Jumatano, kwa kuokuwa na ugumu wake na experience ya tofauti, ila kuokuwa na mshikamano sana na umoja wa tofauti sana kwa watu, kwa kuzingatia professional, lakini pia kwa kuzingatia kujitoa, wala ambao walitakiwa kwenda lokeshen kumasaini kama mwarili anakwenda eh, hata kama ajabadilisha nguo alizokuja nazo Jumatano anakwenda hivyo hivyo, kikubwa anavaa koti ile la production inaloonesha logo ya DTV, anakwenda anapambana anarejea. Hapa tunakula uzuri, chakula kikua kinapatikana huko. Sikupata ugumu kwa upande wa physical, ila mental nilikuwa na wakati mgumu. Kwanza ndio kipindi ambacho nilipokea sana simu za familia, ndugu, jamaa na marafiki kwa hali ilivyokuwa na kwa shughuli yangu kila mmoja nilikuwa nahitaji kumfahamu kwa maana niko katika hali gani, mi memushurika ama niko vipi. Mama, ni, mama mama nilikuwa hajui kama huku napata chakula vipi, akawa naisi kwa maana mi napitia kipindi cha njaa. Nikaambia sio na shida huku, niko mambo mazuri na kula ya kwanza, siku ya pili. Yani alichukua ali, ali muda mrefu sana kuamini kwa maana mimi sina shida. Kila wakati alikuwa anahitaji kunisikia anahitaji kuniona, yaani zile po, yaani kuna wakati mwingine nilikuwa najisikia faraja kwa zile simu zinazopigwa mesi zinazotumiwa, lakini kwa wakati mwingine ilikuwa inaniumiza. Ukikaa barabarani huko unasikia risasi, nijiulize hivi, kwa maana utatoka mzima au utatokaje? Kuna hiyoil ikukipatali ni? Unajisikia vibaya lakini mama wangu mimi anauma kwa hiyo, nilikuwa siwezi kumwelezea kila kitu. Kuna wakati mwingine nilikuwa najilazimisha kuona kwa maana niko okay, niko sina shida yoyote. kuna wakati mwingine nilikuwa najilazimisha kwa maana mimi niko sawa. Bado baadhi ya mawe katika eneo hili yapo unavyoona nimesogeza hivyo, kwa sababu nje hali haikuwa salama, lakini bado kulikuwa na waliothubutu, waandishi waliotoka kwenda kutafuta habari, pamoja na hatari iliyokuwepo, kwa sababu kweli hauwezi kusubiri. Kina kitu ambacho nakumbuka siku ile ambacho endelea kunitia hofu wakati tupo moja. Wakati tunafanya ile coverage ya kwanza basi mmoja alisema kwamba hali bado haijafikia. Ah, milio imekuwa mingi. Hapo hapa anasema milio imekuwa mingi, imekuwa mingi. Nikapigwa juu. Katika eneo hili nikianza na jina lako mlio uh, umeusikia huogope, hogope. Mm Hmmm. Huogope sasa jeshi la polisi limesema mkae ndani. Kwa nini mnazurura? Huku naona nikiangalia hivi mwenyewe, nageuka huku uoga sasa ni nao. Kumbuka ni chasiki nasi bibi bibi, afu kwenye bibi bibi, zile honi zibado zinaendelea kupigwa ya pigwa chumi haa ah. ah. ah. haka <laughs> kukibia haka dibuja tena, nani kamera man haka ah, saa haa we rudi rudi, malizana naye. Na moja ya habari ambayo mimi binafsi naikumbuka mno ni ile ambayo Samson Chazi alifanya mahojiano na bibi ambaye yeye alionyesha friji lake, ilikuwa na tarehe moja nadhani, baada ya siku mbili, sababu kwamba amekaukiwa na ana wajukuu pale nyumbani, atakula nini? Friji langu ni kama hivyo, mboga nilikuwa nayo imeisha, hakuna chochote, hamna samaki, mboga wala nini, huku chini sina nyanya, sina chochote. Sasa nilipoingia kwa Bimfinanga nilitarajia kukuta kuna ipaje kula na nilitarajia kukuta ubabwa moja kati ya chakula ambacho kinaweza kuhifadhiwa muda mrefu, kaokoa familia. Ukiwa na ubwabwa ndani hata ukiuchemsha tu, watoto hawafi njaa, hautahitaji mbwembwe, sijui sijui chumvi sijui nini nini. Yaani ubwabwa kama ubwabwa kwanza mwokozi, ni mwokozi ni mkombozi kwenye njaa kwao, cha kwanza jitahidi, una ubwabwa. Lakini aa, kwenye hii hifadhi ya chakula chake hakuna ubwabwa kwa umekata kwenye friji yake kuwa na kitu chochote. Na alinifunulia, utaona namna hiyo. Huu haukuwa tu uchaguzi, ulikuwa mtihani wa ujasiri, mshikamano na moyo wa kazi.